Mungu amenifunulia kuhusu baraka zetu, baraka tunazozitafuta huku na kule, kwenda huku na kule, lakini Mungu amenifunulia kuonesha kwamba baraka tunazozitafuta ziko katika maisha yetu. Mungu ameziweka tayari, wakati mtu anapozaliwa, Mungu ameweka baraka, baraka zote ndani ya maisha yake. na kwa hiyo tunapoangalia ndani ya kitabu cha Yeremia Mungu alijionesha kwa, kwa Yeremia akamwambia kabula wewe haujaumbwa kabula wewe haujazaliwa nilikufanya kuwa nabi wa mataifa. Ile inamaanisha kuwa baraka kwa sababu Mungu ame, amesema na, na Yeremia kumweka kusema ya kwamba kabula yeye hajazaliwa Mungu alimweka kuwa nabi wa mataifa na ukiangalia ndani ya kitabu cha Mwanzo makumi tatu na saba Mungu alijifunua kwa Yusufu kupitia ndoto, akakuwa anamuonyesha ndoto kumjifunua kwake kupitia ndoto. Na wakati Yusufu alikuwa akizungumzia ndoto kusoma na wandugu zake, wandugu zake wakasikia wivu, lakini mwisho ndoto zile zilitimilika huko Misri na mfalme wa Misri Farao akamuweka kuwa mkubwa katika nchi ya Misri. Josefu alitawala Misiri, aliongoza Misiri muda wa kutosha. Na kwa hiyo inaonesha kila kitu yote tunayoitafuta iko ndani ya maisha yetu. Inabidi tumuombe Mungu atusaidie kila mtu agundue kile Mungu aliweka ndani ya maisha yake, maana kuna kitu Mungu aliweka ndani ya maisha yetu, lakini tunashindwa kuigundua. Lakini Mungu akupe ufunuo ugundue kitu ambacho Mungu aliweka katika maisha yako. Tukiangalia ndani ya kitabu cha Kumbukumbu makumi na mnane mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba tukitembea sawasane mapenzi ya Bwana, baraka hizi zote zitatufuata. Utabarikiwa shambani, utabarikiwa mjini, utabarikiwa, utabarikiwa. Ukiangalia pale utaona ya kwamba kama tukitembea sawasawa na mapenzi ya Bwana, baraka za Mungu zitakuwa nyuma yetu. Na tukiangalia baraka zinatoka wapi, ninazoea kuzungumzia baraka zinatoka kwa Mungu peke yake, ya pili zinatoka kwa wazazi, na ya tatu zinatoka kwa watumishi wa Bwana. Ni lazima tujikomfie kwa wale watu wote, tukomfie na watumishi wa Bwana.